Oh haleluya watu wa Mungu. Tunaendelea na vipindi vyetu vya siku zote mtandaoni. Mimi ni yule yule ndugu yenu Mhubiri Mngoni. Tuombe. Takatifu Mungu wa majeshi, ukitema alipo juu palipo inuka. Neema na fadhili zina wewe Bwana. Tupe kibali macho ni pako tunapokwenda kusikia jumbe zako. Ukabariki hata wale wanafuatilia jumbe hizi, hata nami nipe nguvu, hatuna na kamera ya Mungu mpe nguvu. Tunaomba na kushukuru na kila mwenye pumzi aseme amen. Amina watu wa Mungu. Leo Bwana anasema tusikie ujumbe unaoitwa kusanyiko la washirika wa asili ya kiungu. Nini maana ya kusanyiko la washirika wa asili ya kiungu? Nini tafsiri yake? Twende pamoja. Bwana anatuambia, tazama jinsi ilivyo vema na, na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa kwa umoja. Naam, ndiko Bwana aliko amuru baraka, naam uzima hata kilele, hata kilele. Tuna, fungu letu tunapata huu jumbe ambao Bwana anatuimiza tuwe pamoja na ilivyo vema kama nini, sisi wa ndugu tulia asili ya kiungu kukaa pamoja. Fungu letu tutasoma Zaburi ile eh, e, Zaburi ile aya ya 133 na fungu la kwanza mpaka la tatu. Wakati wowote tunapokusanyika kwa ajili ya kwa ajili ya kuabudu kwa pamoja kanisani, sio kusanyiko la kawaida, bali ni ni bali ni kusanyiko la washirika wa asili ya kiungu, mkutano wa familia halis. O, oh, ndugu zangu Mungu anazidi kutufafanulia na kutueleza juu ya kusanyiko la asili ya kiungu. Maana yake kwamba anatueleza tunapokusanyika katika kanisa au katika ibada, usifikiri kwamba ni kusanyiko la kawaida. Ndiko ziliko baraka za Mungu. Baraka za Mungu ziko katika kusanyiko. Mimi niwatie tu moyo wale wote wanaendelea kufuatilia jumbe hizi, usiache kuwashirikisha na wengine na Mungu atawaponya nafsi zao. Haleluya, watu wa Mungu. Tuendelee. Sio, sio anasema, sio mkusanyiko wa watu wa watu kadhaa wenye mawazo au dhana tofauti tofauti. Hapana, sisi, sisi tumeungamanishwa katika Roho wenye nia moja katika, kati, katika uwepo wa Roho Mtakatifu ambaye yeye mwenyewe ni Mungu. Haleluya watu wa Mungu, sisi tumeungamanisha katika Roho moja na hii na huyu Roho, Roho ni Mungu. Kama sisi tumeungamanisha katika Roho moja, maanake tumeungamanishwa katika Mungu mmoja, au mwili mmoja. Sio kusanyiko la kawaida ndugu zangu, anasema sijui kile ambacho inamaanisha inamaanisha kwako, lakini kwa kwa upande wangu ni kwa upande wangu ni kusanyiko zuri kuliko yote, zuri zuri kuliko mkusanyiko wowote wa kusanyiko wote wa wa kisiasa, michezo burudani au burudani au tuki, tukio lolote la kijamaa. <coughs> watu wa Mungu, mimi ninapo wepo katika uwepo wa Mungu sitaangalia sura ya mtu, huyu kavaa nini, huyu kasema nini. Mimi ninapowepo katikati ya uwepo wa Mungu ninachotamani ni kusikia kile ambacho Mungu anachosema na moyo wangu na si kwamba yule amevaa ame katika ame muonekano gani, au amepuliza mavazi ya marasha aina gani? Hilo mimi sio kazi yangu, na Mungu hawajalie kuona kama vile Mungu anavyonijalia kuona mimi. Unapowepo katika kusanyiko hili, jua baraka za Mungu zipo hapo, tegemea baraka za Mungu zije kwako, si kwa kutazama yule kavaa nini. Mungu atubariki sana. Maana kuna mitazamo mingi katika kanisa na wengi tukijaribu kwenda na fasheni kama watu wa dunia hiki ni kitu kibaya sana katika kanisa, na Mungu atawabariki, lakini mweevuza aseme amina. Twendelee katika mstari wetu mkuu eh. Uelewe uelewe uelewa wa Daudi na ufahamu eh, na ufafanuzi wake juu ya juu ya jinsi ilivyo baraka ya baraka ya kipekee juu ya kusanyiko la watu wa Mungu. Watu wa Mungu ni ni mkubwa ni mkubwa sana. Sikia tuliposoma opiari wetu wa ufunguzi, Zabuli 133 fungu la kwanza mpaka la tatu, ndipo msingi mkubwa wa ujumbe wetu wa leo. Sasa Daudi katika ufahamu wake na uelewa wake alijua katika kusanyiko hilo ndiko uliko uwepo wa Mungu na baraka kubwa za Mungu ziko huko anaendelea kutueleza jinsi Mungu alivyosema naye. Alisema katika katika hilo Mungu anaamuru baraka am, anaamuru baraka zake naam, uzima hata milele. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo Mungu atawabarikishana kama mtaendelea kufuatana nami katika jumbe hizi, na tuelewe kwamba Mungu anatuamuru anatuhimiza kuwa katika kusanyiko na hata Yesu mwenyewe wakati anakaribia kupaa aliwaambia msiache kukusanyika kama ilivyo desturi ya watu wengine, kama ya watu wengine. Mafarisayo wanakusanyika, walevi wanakusanyika, wanasiasa wanakusanyika. Kwa hiyo hizi ni desturi tu, zimekuwa hata katika kilio, watu wanakusanyika. Hizi ni desturi hizo. Hizo desturi Yesu anatolea mfano, anatuambia msiache kukusanyika kama desturi za watu wengine. Kwa hiyo sisi katika leto kusanyiko letu kusanyiko letu sisi ni ku zaidi kutazama kifo na mauti ya Kristo ni kama kumbukizi ya kusanyiko letu katika kanisa. na Mungu atawabariki sana, kwa sababu tu dakika zangu chache. Basi kwa leo ni u, ili somo mwendelezo wake utakuwa ni kesho. Kwa hiyo fuatana nami ili uweze kupata hitimisho la somo hili au ujumbe wa leo huu. leo nimezungumza tu kwa kipande kutokana na, kutokana na mambo haya, mtandao wakati mwingine mtandao huo na feri na kuchukua muda mrefu. Kwa hiyo tutaenda na clips uvivuvi ila wale ndugu ambao wanaenda kufatana nami wataelewa mwisho kabisa. Kipande chake cha ujumbe huu kitaendelea kesho, na Mungu atawabarikishana. Usisahau subscribe YouTube at Mhubiri Mngoni, TikTok at Mhubiri Mngoni, na Mungu atawabarikishana. Nahitaji komenti zenu, nahitaji like zenu kwa wingi sana, hata nami nahitaji kutiwa moyo kuona kwamba kuna watu wanafuatilia. Asante Mama Esther, naye tutaonana akimpendeza Bwana, na waendelee kuwashirikisha wengine. Tuombe. Takatifu Mungu wa majeshi, uketi mahali pa juu palipoinuka, rehema na fadhili zinawaye Bwana. Asante Bwana kwa wale wote wanaweza kufuatilia jumbe hizi, na zikafanya zikafanya ujenzi upya katika moyo yao. Wewe ni Mungu, wewe ni Baba, hata nami zikanifanya upya katika ujenzi wa Roho. Wewe ni Mungu, wewe ni Baba, hata kameramani wangu Bwana upamtie nguvu, tunaomba na kushukuru katika jina la Yesu. Na kila mwenye pumzi sema amen, amen.